Katika Biblia. In the Bible, imeelezea maneno matatu. It talks about three words ambayo yan, unayahitaji katika maisha yako. That you need in your life. Neno la kwanza. The first word linaitwa Yehova Yire. Is called Jehovah Jireh, ambaye Mungu mpaji, Mungu anayetoa, Mungu anayetunza. The God that cares. Hili neno ni muhimu sana kwa sababu This word is important because, ndilo linalo tunza it cares uumbaji. The creation. Yehova Yire. Mungu atunzaye. God who cares. Mungu anaye mkarimu God that is kind. Limebebwa it, it na neno Yehova. Kwa hiyo ili uishi, ule unywe, unahitaji Yehova Jireh. Hili neno linakusaidia, ndio maana nasema Mungu ni mpaji, Mungu ni mwema. Yehova, Jehovah Jireh.